Mtu yoyote anaweza kudhani kazi mnayokwenda kufanya nyinyi ni ndogo. Kazi ya usuluhishi ambayo haina kipato ni kazi kubwa sana, ni kazi ambayo unaenda kubeba lawama. Hata mbaba na mama kusuluhisha watoto wako tu ndani ya familia, unaona changamoto iliyokuwa kubwa. Kazi ambayo kila mwanadamu anaamini ndio inayojenga umoja na mshikamano wetu, lakini nyinyi mmeteuliwa miongoni mwa wahitaji wengi. Wilaya yetu ya Ilala ina wakazi wasiopungua milioni moja na laki sita watu wetu, na kila mtu mmoja ana mgogoro. Uongo kweli? Kila mtu ana mgogoro kwenye jamii ya watu wa Ilala ya zaidi ya milioni moja na laki sita, ambao tunakaa wako, ambao wanakuja kufanya biashara zaidi ya watu tena milioni moja na wanakuja hapa kufanya biashara. Wanaofanya hii wilaya yetu endelee kutulia, kutuliza migogoro na kupunguza migogoro ni kina nani? Ni ninyi hapa, hivyo na kila sababu ya kuwashukuru na kuwapongezeni sana. Ukienda kuangalia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Sheria ya Mabaraza, sisi ndio wasuluhishi na usuluhishi unabeba mahusiano makubwa zaidi au eneo kubwa zaidi la mahusiano kuliko hukumu ya sheria. Usuluhishi ni pande zote mbili zinaafikiana juu ya nini kifanyike. Hukumu ni kila upande unasema, msimamizi anaamua nani apate haki na nani asipate haki. Sisi ni vyombo vya wananchi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kupata amani utulivu na mshikamano wao, ndio maana imetengeneza nini, suluhu. Lakini hii suluhu ambayo tunaizungumza ambayo ni vyombo vya amani, vyombo vya upatanishi, haijaishia kwenye katiba. Ukienda kwenye Kurani tukufu, wenzangu, mnajua, mi naomba nifanye quotation moja, kwa sababu Kurani inasisitiza sana umuhimu wa suluhu na ukienda kwenye sura Al-Baqara sura ya pili mstari wa mia mbili na ishirini na nne inasema, na Mwenyezi Mungu ni msamehevu mpole, hakika Mwenyezi Mungu anapenda wanaofanya suluhu, anawapenda wanaofanya kati ya hapa, nani anayefanya suluhu? Nyinyi mnapendwa na katiba mnapendwa na Mungu. Na ukienda kwenye Mathayo sura ya tano mstari wa tisa inasema, heri wapatanishi maana hao wataitwa wana wa nani? Wa Mungu. Si mimi sasa. Nani wataitwa wana wa Mungu? Jipigeni makofi. Twendeni tukaangalia haki ya wale watu wanaotaka kupata haki zao au suluhu na ile misingi ya haki. Tutambue kile tutakachokiamua sisi huku chini ndicho kitatumika kule juu kama sehemu ya rejea. Ndugu zangu, maandiko yanatutaka sisi tuwe wasuluhishi wazuri, tutende haki. Wako wengi wanabubujika na machozi kwa sababu ya haki zao uzulumiwa na janja janja zingine lakini sisi ndio msingi wa maamuzi ya mahakama, ndio tunaoweza kusaidia mahakama kutoa uamuzi sahihi kwa maoni yetu na ushauri wetu. Kuna mtu wakati mwingine wanafika wanadharau, nyie hamna haki, nyie levo gani? Niwaambieni, hakuna levo ambayo iko kwenye maandiko matakatifu haina thamani. Levo yenu ina thamani sana. Wako watu wenye pesa, labda wenye nini, wakija wanasema baraza la kata nini, bwana, mimi sipeleki baraza la nini la kata. Wana nini? Ndugu zangu, mna thamani, mko kwa mujibu wa katiba, lakini mko kwa, kwa mujibu wa maandiko. Heri wasuluhishi, heri wasuluhishi. Unayedharau suluhishi, hata ungekuwa na pesa hata ungekuwa una madaraka, utakuwa na mkeo na mumeo, hata una fedha nyingi, unahitaji nini? Hata utakuwa na profesa una elimu kubwa duniani, utakuwa mkeo profesa, mume profesa, unahitaji nini? Heri wasuluhishao, mnayo thamani kubwa. Na niwahakikishieni, tutaendelea kushirikiana, tunaitambua thamani yenu na thamani yenu ndio itakayobeba wilaya yetu ya Ilala kuwa ina heri ya usuluhishi katika wilaya ya nini, ya Ilala.